Karibuni Arusha, na nashukuru, nimefurahi kupata ugeni mkubwa kutoka kwa e, wenzetu hawa waheshimiwa mabalozi ambao wanawakilisha e, kama sehemu ya kutoka bunge la IPU ambao makao makuu yake yako Geneva na wamesindikizwa na afisa kutoka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na balozi wetu eh, kutoka Geneva, Uswizi eh, Mheshimiwa Hoyce Temu, kubwa wamekuja kunitembelea, na la kwanza wamefurahi sana walichoona mandhari nzuri ya Arusha eh, mji mtulivu, mji wa kitalii, na wamevutiwa na hali ya usalama iliyopo katika jiji la Arusha, na wamekuja kuniomba kwamba wamechagua Tanzania, wamechagua mkoa wa Arusha kuja kufanya eh, mkutano wa kihistoria wa mabunge la IPU ambalo linategemea kufanyika mwezi wa kumi kwa kushirikisha wabunge elfu moja mia tano Watakaokutana hapa Arusha. Na Tanzania ni mwenyeji, na sababu kubwa ni kwamba ni ushiriki na historia ya Tanzania katika IPU, lakini kikubwa pia ni namna ambavyo Tanzania wao wanavyoiona, na sisi tumewahakikishia kwamba tuko tayari kuwapa ushirikiano wa kufanikisha mkutano mkubwa wa kihistoria utakaofanyika mwakani na ambapo E, waheshimiwa wa, wa, maspika wa mabunge hayo watakuja hapa Tanzania na rais wetu amepewa nafasi hiyo na heshima kubwa ya kuweza kuwa mgeni rasmi katika mkutano huo, na niwaombe wa Tanzania, e, na wanaarusha kwamba mkutano huu ni fursa, tutumie vizuri kuanza kutangaza vivutio vyetu vya utalii, lakini pia inaonyesha imani kubwa ya mataifa wa walionayo kuleta mkutano katika nchi yetu um, and the assembly will take place over six days mm -hmm. uh, 1500 delegates mm -hmm. that um, coming from all corners of the mm -hmm. world mm -hmm. and i think also mm -hmm. i know that arusha is the um,